Mpangaji mwenyewe ni huyu afadhali. Umekuja, tulikuwa tunakusubiria wewe. Nimeenda kumfata mjumbe ili tuje hapa tutoe kilichokuwa chako huko ndani. Nimebadili maamuzi, sitaki tena kuupangisha. Mawe ni msumbufu sana. Naomba uondoke na mimi niache na chumba changu Nakuomba, nilikwambia naomba unisikilize siku mbili tatu hizi, mimi nitakupa kodi yako nikipokea pesa yangu ya mchezo, usinizalilishe, nakuomba. Hapana, siwezi kukuvumilia tena, hiyo miezi miwili niliyokuvumilia inatosha. Nafungua chumba changu, tuanze kutoa kimoja baada ya kingine. Sitaki tena kuwa na mpangaji kama wewe, mpangaji msumbufu kama nini.

Kifungu cha 17 kinasema kuwa mwenye nyumba lazima ampe mpangaji wake notes ya maandishi kabla hajamtoa na muda wa notes inaingana na aina ya upangaji kwa tafsiri ya vitendo. Kifungu cha kumi na nane kinasema mwenye nyumba atakie kumtoa mpangaji wake kwa nguvu, lazima aombe amri ya mahakama au baraza la ardhi na nyumba. Hivyo ni mtoto wa nani eh? Unakuja kunisemeshasemesha umetumwa au umeagizwa eti mjumbe anayesema, huyu mtoto ni ya kweli? Ah. Oh. Ni kweli, mimi mwenyewe sijui, sasa naye mjumbe. Alafu unasema hujui sheria, mjumbe wa wapi wewe? Mimi nafungua mlango wangu, kama akifungua mlango wako basi nenda mahakamani. Nisikize nikwambie, nakupa notisi ya mwezi mmoja. Naomba notisi yako kishaisha uondoke. Sikuhitaji. Nisamee. We unaonekana ni mzee kwa michezo michafu eh? Na ndio maana ukataka kunibaka si ndio? Oh, sura yangu ilikuvutia eh? Haya sasa nipo mbele yako. Nibake kama unataka kunibaka muda ule nibake. Nibake! Ah, ah, sitaki tena, sitaki tena. Nisamee tafadhali. Watu wapuuzi kama wewe huwa siwasamei. Ngoja sasa ni kufundisha adabu. Hapana, nisamehe, na kuua uniue. Madam, nimesikia wito wako. Kuna nini? Mbona umeniita mazingira haya? Dekan, wewe ni mwanafunzi ambaye nilikuwa nakutegemea sana, hila umekuja kuniangusha kwenye kitu kidogo. Unamaanisha nini madam kusema hivyo? Namaanisha hivi, mpango wako wewe na Merimela mimi naujua. Wewe na, na Merimela mlipanga kumuua Asani na mshamuua Na mpaka muda huu tunavyozungumza maiti ya Hassan ipo katika chumba cha Merimela, ah, Madam. Mbona unanitisha? Umejuaje kuhusu hili kwa sababu ilikuwa siri baina yangu mimi na Merimela, wewe umejuaje, au yeye mwenyewe Merimela amekufuata na kukuelezea hili? Hapana, hajaniambia ila, niliwasikia mkiwa mnazungumza baada ya hapo niliamua kuwafuatilia na nilivyowafuatilia nimejua kweli mlikuwa mnamaanisha, maana tayari mshamuua. Unaweza kuniambia kwa nini nimeamua kufanya hivyo? Madam, nashindwa tani kuambia ji nielewe, na hata nikikuelezea sizani kama utaniamini. Kama unavyodai kwamba watu wengi pale chuu mimi wananichukulia ni, ni mwanafunzi ambaye mtihifu mnyenyekevu nisiyekuwa na tabia mbaya, lakini kuna muda binadamu humbadilisha mtu na kumlazimisha ingie kwenye njia ambayo sio ya sawa. <clears throat> madamkuhusiana na hili ni hadithi ndefu sana, ambao nikianza kuhadithia hapa, sizani kama unaweza ukanielewa kwa haraka. Hivyo nilikuwa nakuomba tafadhali sana kama umeamua kuniita na kuniuliza tukiwa wawili, basi ifanye hii siri ibaki kwa mimi na wewe pamoja na Merimela, japo hakuna gasili ya watu watatu, ila nitatafuta muda nije nyumbani kwako nikuelezee na sio mazingira haya. Tafadhali naomba unilindia hii siri, sawa madamu? Sawa, nimekuelewa. Bye. Hii inawezekana vipi? Sasa kuruhusu ile jambo liendelee kubaki kwa watu watatu. Vipi Merimela, nimekustua? Ulikuwa mbali sana kimawazo, nini ndiyo dacha usiku? Nilikuwa mbali sana kimawazo, enewe, acho tu siku sawa. Vipi lakini ulikuwa na shida na mimi? Hapana Merimela, mi sina shida na wewe, nilikuwa na shida na mdogo wako moma. Nimegonga kwenye mlango wenu hayupo nika najaribu kuzungukazunguka zunguka huko na mwangalia kila sehemu, simuoni, ndo nimekuja huku nyuma ndo nakukuta wewe. Vipi, yuko wapi? Mama. Oh, mama samani kakaangu na dada angu amenifukuza nyumbani usiku sana, mpaka sasa hivi unavyoniona, sijapata hifadhi. Na chengine mpaka sasa sijala kwao. Nilikuwa nakuomba kama unaweza ukanisaidia hela nende nikanue chakula hata hotelini, nile. Wangwana wao tunasalimiana kwanza. Dada yangu, samani kakaangu, kwa matatizo niliokuwa nayo nimeshindwa hata kukumbuka salamu. Mambo? Pum. mi naitwa mchiro sijui unaitwa nani mwenzangu Oh, unaitwa mchiro mimi naitwa moma Oh, moma na jina zuri sana <coughs> kama utojali ungeanza kunielezea shida yako kaka angu lakini sinilisha kuelezea hapo mwanzo dachau moma hayupo aliondoka tangu jana usiku ameenda kushangazi mbagara maana shangazi alikuja, sasa alinipigia simu na kusema kwamba anamwomba Moma, maana alimisi sana Melimela. Um. wewe si uliniambia hamna ndugu yoyote hapa da, imekwaje sasa mnasema mna shangazi? Ni kweli da Chao, lakini shangazi yote amekuja kutoka mkoa, amefikia Mbagara kwa rafiki yake, hivyo alinipigia simu na kuniambia kwamba amemisi sana Moma, anahitaji kumwona, ndio nikamruhusu aende na yeye, ndo akawa ameenda huko. Ah, kumbe ni hivyo. Sawa basi, haina shida. Nilikuwa nataka nimwagize dukani, ila kwa sababu umesema hayupo, basi acha tu niende mwenyewe. Haya, sawa dada, haina shida <laughs> oke <Okay>, sawa, nimekusikiliza <laughs> na nimekuelewa, ila sinajua kwamba mjini hakuna chabule Yaani kwamba siwezi nikakupa pesa tu hivi hivi, sababu tunajua si tunapata tabu sana kwenye kuzitafuta. Unamaanisha nini? Swali zuri sana yaani, ninachomaanisha so, mimi nipe nikupe, sunahitaji pesa tena, nina uwezo pia nikakufadhili hata kwenye kasi langu, maana mtaa mzima mimi ninasifika kwetu sisi ndo matajiri. <laughs> So kama utojali, fanya kama nilivyokwambia. Unajua mtu mzima hapangwi Kakangu, unamaanisha kwamba huwezi kunisaidia mpaka ulale na mimi, yaani ufanye mapenzi na mimi? Kama ni hivyo, hapana, acha tu mi niende zangu pia. Asante kwa kunisikiliza kwa huu muda mchache. Unasemaje wewe mbwa? Nisikilize, kama utatumia hasila kwenye ile jambo basi, mi na wewe wote tutaishia jela. Na kwambia hivyo kwa sababu moja, nimetoka kuongea na madam hapa, kaniambia anajua kila kitu ambacho mimi na wewe tumekifanya. Kiufupi anajua kama mwili wa marehemu Hasani upo chumbani kwako, hivyo yeye ndo mtu pekee ambaye anaweza akaripoti polisi tukio hili. Mungu wangu. Sasa tunafanyaje? Dekani, naomba tuonane mimi nawe tuweze kuzungumza kuhusu hili, kwamba tunafanyaje? Basi sawa, naomba unitumie location haraka sana, nijiapo japo ulipo. Lakini Dekani, wewe ndio uchenzo wa haya yote. Kwa nini lakini umenifanyia haya kwa sababu gani? Yani kwa nini jamani? <laughs> Tulia sasa, ndio maana nimekuambia naomba tuonane na kutumia location kwamba nitakuwa sehemu gani unikute. Nimemaliza. Leo nataka nizungumze na wewe na ndio maana nimetandika hii kanga. Mimi nimekaa huku, naomba naumba na ukae hapo, ili unisikize kwa makini. Ewe Mungu, uliniumba mimi nije duniani kuteseka? Ona sasa, jana dadangu amenifukuza saa sita za usiku, ili tu nimpishe yeye alale na wanaume zake na katika maneno yake aliniambia ya i te kuniona tena. Nimefika sehemu nikalala kwa nyumba bovu ilo, na kushukuru kwa sababu umenilinda nimefika salama, ila sasa mpaka muda huu naamua kuzungumza na wewe, mna njaa, sijui nitaanzia wapi. Mungu, na yote haya unayaona na, na ulikuwa una uwezo wa kudhuia Hivi kweli ni dadangu? Ni dadangu kweli? Dadangu, dadangu anathamini wanaume kuliko mimi, ndugu yake, wanaume ambao watamchezea na kumwacha mimi. Ni ndugu yake wa damu, siwezi kumwacha dadangu kwa lolote. <coughs> nitaenda wapi mimi sasa? Ona, mpaka sasa tunapita kuzunguka mitaani sijapata hifadhi <coughs> Ewe <coughs> hey, Mungu, kwa nini unanifanyia mimi hivi? Au mimi nilikukosea? Basi kama kuna sehemu popote nimekukosea, naomba unisamehe Mungu wangu misipani kuisha ya maisha <coughs> hadi kipindi nilichokuwa nakaa kwa bibi mjomba wangu alikuwa ananitumikisha kingono. <coughs> bibi yangu kila nikimueleza hakutaka kunielewa. Mungu kuliona na hilo <coughs> kwa nini mimi kwa nini kila siku mimi umenipa mitihani migumu sana, na bado naendelea kuniongezea mitihani? Dadangu aliniita mjini kwa ya lakini, ya ni kadhani kwamba naye atakuwa amenisaidia lakini yanaendelea ni yale yale, bado nateseka. Kwani mimi hunioni? <laughs> kwa nini kila siku ni mimi? <laughs> <laughs> Nakuita hapa sijataka tuzungumze kwenye simu kwa sababu moja, hizo simu zina ushahidi sana. Hivyo basi nimetoka kuongea na madamu, madam, madam kaniambia ya kuwa mpango wangu wote niliokupa wewe kuhusu kumuua Hasani aliusikia na anajua kila kitu. Mpango nilionao hapa ni mmoja tu, yule madamu anapaswa kuuawa. Dekani, jamani, bora nazidi kuua watu. hebu nisikilize Merimela, sio kama nazidi kuua watu. Hivi nafikiri akienda kuripoti polisi, si nitakuwa tayari nipo kwenye kwenye hatia? Jamani, we vipi wewe sasa nani? unatakiwa utumike wewe kwenye hili Unapaswa mpigie madam simu aje sehemu, halafu mimi nitatekeleza kila kitu ili kuondoa huo ushahidi. Lakini Dekani, wewe unaweza kumpigia simu na kumuita yule si madam? Jamani, unaweza kumpigia simu na kumuita hasa zinapo, mimi nimpigie simu nimwambie sijui wapi? Yaani kiukweli, hapana bwana, mimi siwezi. Wewe tu fanya hivyo, nimeshakwambia sipo sawa. Jamani, elewa basi, mimi sipo sawa mwenzako. Hivyo unajua, Merimela, hupaswa kuwa mkaidi kiasi hiki, kwa sababu kama utaendelea na huo ukaidi, kuna uwezekano kukaja tatizo kubwa kuliko hata hili la sasa hivi. Ukibadili mawazo yako nipigie simu, ukiendelea na upumbavu wako kitakacho kukuta utajutia maisha yako yote. Mpuzi wewe. Sijataka tuzungumze kwenye simu kwa sababu moja, hizo simu zina ushahidi sana. Hivyo basi, nimetoka kuongea na madam <tiple>